Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kesi ya waini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema tundu Lissu hadi Julai mosi mwaka 2025 kwa ajili ya kusubiri mkurugenzi wa mashtaka yaani DPP kupitia jarada la kesi hiyo ili kuona kama iende mahakama kuu au hapana. Hatua hiyo inatokana na upande wa mashtaka kuomba ahirisho mbele ya hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga ambapo mawakili wa serikali eh, kuu Nasoro Katuga alisema jarada la kesi hiyo lipo kwa DPP. Kwa DPP analipitia, kisha atatoa taarifa kuhusu upelelezi ulipofikia na kesi hiyo iende mahakama kuu au hapana. Baada ya kueleza hayo, Hakimu Kiswaga ameahirisha kesi hiyo hadi Julai mosi mwaka 2025 ambapo kesi hiyo iliitishwa leo kwa ajili ya kutajwa. Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka 2025 ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa siku hiyo, kwa nia ya uchochezi, aliushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, huku akitamka na kuandika maneno kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Juni 2 mwaka Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa jarada la upelelezi lilikuwa limeshawasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP, lakini baada ya DPP kulipitia alibainisha kuwa kuna jambo ambalo bado lilikuwa halijakaa sawa, hivyo alirejesha tena kwa wapelelezi kufanyia kazi eneo hilo. Kutokana na taarifa hiyo, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga aliomba mahakama itoe airisho mpaka tarehe nyingine. Hii ni update kuhusu kesi ya uwaini inayomhusu kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipasi Lisu.